Niseme kwamba ni mara yangu ya kwanza kufika hapa katika eneo hili la, la, la maporomoko, lakini kabla ya kufika hapa nilianza kuona kukaribishwa na eneo zuri ambalo lina eh, woto mzuri, msitu misitu mnene wenye aina mbalimbali ya, ya miti mikubwa midogo, lakini yenye maeneo mengi yenye maji na eneo ambalo tumeona pia kuna wanyama ambao wanakuepo wanapita pita katika maeneo haya. Tumeona wanyama wadogo lakini pia kwa kuwa eneo hili pia lina msitu mnene, kuna tembo ambao kwa namna moja nyingine wamekuwa wanaleta changamoto kwa wananchi wanaishi katika maeneo hayo. Ndio maana e, katika ziara yangu pia nimepita kukagua kituo ambacho kinajengwa na na serikali kupitia Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA na Wizara ya Maliasili na Utalii eh, kituo ambacho kinajengwa kwa ajili ya kuwezesha askari kuwa karibu na maeneo haya ili kuweza kudhibiti tembo ambao wanaleta uharibifu. Kwa hiyo tumekagua kituo hicho, ujenzi unaendelea vizuri, kwa katika katika hatua nzuri na naamini itakuwa ni, ni kituo ambacho kitatoa ushirikiano na msaada mkubwa kwa wananchi kukabiliana na wanyama ambao wanaharibu eh, mazao lakini pia kuleta hofu kwa wananchi ambao wanashofanya shughuli zao. Kwanza, kwa nini tunajenga vituo katika maeneo hayo? Ni kwa sababu maeneo ambayo tunatambua kulingana na tafiti mbalimbali zilizofanyika na takwimu zetu zinaonyesha kwamba kuna wanyama waharibifu. Kwa sasa wanyama ambao ni, ni tatizo kubwa kwa sababu ya tabia yao kubwa, wao ni, ni tembo, na, na, na kukabiliana na tembo, ndio maana tunaleta askari ambao wamefundishwa, ni wataalamu wa uhifadhi, wanaweza kukabiliana na wanyama kwa rais. Lakini pia sio hilo tunachofanyika, kujenga vituo, lakini pia kuwafundisha watu tabia. Tunafahamu kwamba wanyama wakubwa wanaweza kuwa na madhara kwa binadamu, kujeruhi hata kusababisha vifo. Kwa hiyo tunataka madhara a asitokee kwa kuleta wataalamu ambao ni askari na wahifadhi kuja kuwafundisha wananchi. Kuna, kuna haja kubwa sana wananchi kufahamu tabia za wanyama. Ukimwona tembo sio wa kumsogelea, anapokuwa katika eneo lako labda la shamba, inabidi ujue kwamba huyu ni nyama pia ni hatari, kwa hiyo uweze kumsogelea. Kwa hiyo kuna mbinu tunafundisha na kuna vifaa pia mbalimbali ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kujaribu kuwafukuza, kutumia filimbi, mavuvuzela, ngoma, kutumia moto na, na kutumia e, ngoma na, na kutumia kuweka uzio katika maeneo ya mashamba na, na vitu kama ambavyo vinawezekana pale ambapo wananchi wanafundishwa, lakini kikubwa tunawafundisha wananchi wajue tabia za wanyama ili wasiweze kupata madhara mengi wakiharibu maz zao basi mwananchi na serikali pia imeweka utaratibu mzuri wa kufanya tathmini na wakati mwingine wanalipa vifuta jasho kwa sababu ya kutokana na uharibifu kunatokea. Kwa hiyo tunawafundisha wananchi pia namna kupanga ya kupanga maeneo ya, ya, ya ardhi kama eneo la, la, kama eneo la wanapita, wanyama pia lipangiliwe vizuri ili lisiwe la migogoro, kama kama eneo eneo la tembo kila siku wanapita kwa sababu wanapita wanyama kutoka sehemu moja au nyingine. Tunafahamu eneo, kama ila Kalambo liko li, mpakani na wenzetu wa Zambia. Miaka mingi ya nyuma kulikuwa na ni maeneo ambayo wanyama walikuwa wanapita kutoka sehemu moja nyingine huko Zambia kuja huku na kurudi pia. Sasa katika eneo ambalo wanapita wanyama ambao tunaita shoroba, ni eneo ambalo inapaswa tuendelee kulinda na kuliheshimu. Ukienda kuanzisha shamba kwenye eneo la shoroba ambako tembo walipita kila mwaka, ni dhahiri atakuja kuharibu haya mazao, lakini kwa sababu tunathamini utu, tunathamini binadamu, ndio maana tunasogeza vikosi vyetu hivi, tuendelee kutoa elimu, tuendelee kuonyesha mfano wa mbinu mbalimbali zinazotumika ku kudhibiti kuzuia wanyama. Hivi karibuni pia, miezi sio mingi iliyopita, tuliona pia wizara yetu ya maliasili na utalii ndio hata mabomu baridi ambayo yanaweza kutumika pia kuwafukuza pia kuwafukuza hawa tembo. Sasa e, vitu kama hivyo mabomu na mbinu zingine risasi zingine ambazo zinaweza kutumika ambazo za baridi haziwezi kutumiwa na wananchi bila kuwa na wale wataalamu wa uhifadhi hasa askari. Tunashukuru Mungu kitu ambacho tunajivunia uwepo wa kituo hiki. Uh, tutapata pia askari ambao ni wenzetu wa uhifadhi, tutaendelea kulinda hili rasilimali ambayo ipo jirani na uh, maeneo haya ambayo tuna sisi, pia tumekuwa tukiyalinda kwa sababu pia tuna askari wachache. Uwepo wao utasaidia sana ku nani, ku nani kuendelea kulinda hifadhi ambayo tunaendelea sisi pia kuilinda katika eneo hili sawa kama wananchi wa kijiji cha Ngorotwa au wananchi miongoni mwa, mwa wananchi wa kata ya Pombwe, tumelipokea kwa furaha sana na tunashukuru serikali kwa kutujengea kwa hicho kituo cha TANAPA, kwa sababu imekuwa ni mara nyingi sana wananchi wanalalamika sana kwamba uharibifu unafanyika kwenye mashamba yao na hawa wanyama waharibifu tembo. Kwa hiyo kituo kitakapokuwa pale kitaleta tija sana, angalau kuwazuia wao wanyama, ili wasiendelee kufanya nini, kuharibu mashamba mashamba ya, ya wananchi.